A kikubwa ni shukuru sana support wanaonipa wa, wa Tanzania. Ni shukuru support ambao wanapata East Africa Kenya, uh, Rwanda sasa hivi, kwa sababu mimi nafikiri Rwanda, sidhani kama nyimbo zangu zilikuwa zinachezwa kwenye nyimbo zangu za hapo nyuma, na watu walikuwa wanajua nyimbo zangu, lakini Kokoro ilikuwa ni nyimbo ambayo kila, kila saa anapata napata, napata report Rwanda, uh, Burundi kwa hiyo ni kitu cha kushukuru Mungu, na mimi kwenye kwenye ndoto zangu nilikuwa nafikiria siku nifanye kitu ambacho kitatoka nje ya mipaka yangu, kufika westi, kufika south, unajua kufika sehemu ambazo naona wasanii ambao nawatamani wanafanya kazi kubwa wanafika. So Kokoro ni kazi yangu ambayo nilipata tabu kwa mara ya kwanza na ni kazi yangu ambayo ilikuwa na na, na, na, na, na na record nilikuwa mimi huwa nikitoa nyimbo nikitaka kutoa nyimbo na record nyimbo kwa, kwa mfano kama nyimbo tano au sita, tunatafuta nyimbo ambayo itakuwa haijawahi sijawahi kufanya au kitu ambacho sijawahi kujaribu kukifanya. Kwa hiyo Kokoro ni kitu ambacho sikujaribu sikuwahi kufanya. Kwa hiyo nilikuwa na search muziki fan tofauti, ambao rada, ambao sijawahi kuifanya. Nashukuru na si Mungu, naona matunda yake, BBC sikuwahi kuchezwa, kwa Mungu, yaani nimekuwa nimetumiwa niko huko <laughs> ka Marekani, nimetumiwa nikawa kama na mjiji Dre wuu kasema noma, no, no, no, no. Nashukuru Mungu, inaenda vizuri. Nashukuru sana Mungu na nafikiri baada ya hii kwa kwenda kwake vizuri kufika sehemu ambayo tuna, tuna, tunaona ita, ita, ita, itakuwa ita imetuluzisha kuna magome makali mengine makubwa ambayo yanakuja. Kiukweli tuko niko na niko na hasira sana na, na soko hilo ambalo nataka niingie, nataka niingie kwa nguvu, niingie nikiwa na, na na, na, chop mziki wa aina tofauti tofauti raga tofauti tofauti, kwa sababu kama unavyojua bado nitastick kwenye Bongo Flavor kwa sababu ndio mziki wa nyumbani, na ndio maana Kokoro home ita itafanya vizuri nje itafanya vizuri kwa sababu na, na, naweza na vitu vingi kwenye nyimbo moja. Nashukuru Mungu, nyimbo anaenda vizuri. Nashukuru nyimbo katika targeti zangu ambazo alikuwa anapanga kwenye mwaka huu. At least kufika sehemu ambayo sikuwahi kufika. Inshallah mwenyezi Mungu anajalia.